Sisi kama Wizara ya Viwanda na biashara, tutaendelea kushirikiana na taasisi zenye mawazo chanya ya kuongeza thamani katika kila hatua ya maendeleo na mawazo ambayo yanatokana na vijana, lakini zaidi tunakuja lile la mitaji kwa vijana wanaoanza biashara startups. Niwahakikishie wana Mzumbe na jamii nzima na hasa vijana Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira bora sana ya ufanyaji biashara na uwekezaji, na niseme tena hapa, kama kuna kipindi cha kufanikiwa cha kuendelea cha kutajirika, wathubutu wabunifu, wajasiriamali, ni kipindi hiki. The establishment of

sana amekuwa akifanya bunifu sehemu mbalimbali, sio hapa tu Mzumbe, tunasikia sehemu mbalimbali. Kuna watu wanazindua magari, kuna watu wanazindua bunduki Koyo. Kwa hiyo ombi langu kubwa kwa serikali ni ku, kuwasapoti vijana hawa kwa vile vitu ambavyo wanavifanya wao, zile innovation ambazo wanakuja nazo wao, wasiwaache na pale ambapo zinakuwa zimeletwa zime na wanafunzi ao au wabunifu mbalimbali wazifanyie kazi, tusishie tukuziona kuziona halafu zikawa zimeachwa zime chini, zifanyiwe kazi. Hilo ni la kwanza kwa habari ya serikali. Lakini namshukuru Mungu, kwenye siku hizi tatu ambazo tumekuwa nazo na maandalizi ya innovation, nimepata nafasi ya kuwa mshindi wa kwanza kwenye kufanya ubunifu mimi kama binti wa kike. Kwa hiyo wito wangu kwa mabinti wa kike wasiogope wasiogope kwamba hawawezi hizi ni shughuli za wavulana, wasiogope kabisa, wana uwezo wa kubuni. Na vile vitu ambavyo tunajifunza darasani, mfano kama mimi, kwa kozi yangu ya IT, vingi sana tunajifunza kwa hali ya theory bila kufanya practical. Kwa hiyo wachukue vile vitu ambavyo wanafundishwa darasani, kwa yoyote yule ambaye ni binti wa kike ambaye anasoma hivi vitu au hata ana wito wa kufanya ubunifu, avichukue vile vitu ambavyo viko in theory au kwa, kwa namna ya kawaida avilete kwenye practical au bunifu umekuja kwanza, kwa sababu sasa hivi tunapambana sa sa na Mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo mmea huu ni mmoja ya mmea ambao utasaidia kupunguza kiasi cha gesi ambacho kinazalishwa na kuweza kuchangia mabadiliko makubwa ya tabia ya nchi. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kuweza kupunguza uzalishaji wa hewa hizo ambazo zinachangia mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tutatunza mazingira, lakini pia uh, tutasaidia kama wakulima kuongeza uh, uh, kupunguza gharama za uzalishaji.